Mtazamaji wangu, karibu katika kipindi cha iliyosemwa yakaachwa. Msingi wetu huko pale katika Yohana ile sura ya ishirini na moja ule mstari wa ishirini na tano ambapo Yohana anasema mm, kama mambo yote ambayo yaliyafanya Yesu yangeliandikwa, basi uh, dunia au uh, vitabu visingetosha uh, kwa sababu ya wingi wake. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunaangalia kwa undani yale mambo ambayo tunayaita ni extra biblical, yanahusika na visa vya Yesu Kristo, yanahusika na ufalme na jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuwa anatenda kazi katika dunia. A, leo tuanze na sehemu ya kwanza a, a, a, ambayo inahusika na mashtaka ya Bwana Yesu mbele ya Pilato, na msingi wake ni katika ile Luka sura ya ishirini na tatu. Ukipata nafasi unaweza kusoma pale, lakini hapa sasa tunaona kuhani mkuu Anania na Kayafa pamoja na viongozi wengine wa Wayahudi wanampeleka Yesu mbele ya Pilato. Wanamtambulisha Yesu kama mwana wa seremala aliyezaliwa na Maria, na mashtaka ambayo wanayapeleka mbele ya Pilato wanasema, kwanza anajiita mwana wa Mungu, lakini pili anajiita mfalme, na tatu anaivunja Sabato. Nne, anazivunja sheria za mababa zetu. Pilato anawauliza ni kipi anachokitangaza na ni kipi anachokivunja. Wayahudi wanamjibu, tuna sheria inayozuia kuponya siku ya Sabato, lakini yeye anawaponya walemavu na wenye ukoma na vipofu na wenye pepo kwa njia ya uchawi Pilato anawauliza anawezaje kufanya mambo haya kwa njia ya uchawi. Wanajibu yeye ni mwaguzi, anatumia mkuu wa pepo kufanya haya mambo, na ndio maana kila kitu kinamtii. Pilato anajibu kazi ya kutoa pepo haifanywi na mtu mwaguzi, ni lazima uwe na nguvu ya Mungu ili uweze kufanya hiyo kazi. Wayahudi wanaingia wanamuomba, wanamwambia mtukufu, tunakuomba kwamba umuite mwenyewe mbele ya mahakama yako, uweze kumsikiliza mwenyewe. Pilato anamuita mmoja wa watumishi wake, anamuuliza nawezaje kumpata Yesu Kristo akaweza kufika mbele yangu? Kisha mjumbe anaondoka, kwa sababu ni mjumbe, kumbe alikuwa anamjua Yesu na anamwabudu. Anafika mahali Yesu alipo, anatandika kikoi chake na anamwambia Yesu, karibu bwana, upite juu ya nguo hii na uingie katika ndani ya nyumba ya gavana na kuita Wayahudi. Kumbe walikuwa wameona hili tukio ambalo yule mjumbe alikuwa amelifanya, wakamwambia Pilato, mbona umemtuma mtumishi mdogo ambaye badala nini alichokifanya? amefika kwanza ametandika nguo yake, lakini amemuita Yesu Bwana na amemwabudu, na baadaye ndipo anasema ule ujumbe ambao wao walimtuma kwamba anamuita na gavana, anaitwa na gavana. Pilato akamuita yule mjumbe na kumuuliza kwa nini umefanya hivyo? Mjumbe anajibu, siku ile uliponituma Yerusalemu kwa Alexander nilimwona Yesu akiwa amepanda mnyama, nafikiri ni punda, huyu punda mdogo wa kike, lakini alikuwa amezungukwa na watoto wa Kiyahudi wa Kiebrania waliokuwa wanaimba, wanasema hosana, hosana, mbarikiwa, wanasema utuokoe, lakini amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Wayahudi waliokuwa mbele ya Pilato wakamjia juu yule mjumbe, wakasema "Wewe unasema watoto wa Kiebrania walisema maneno hayo, unajuaje wakati wewe ni Mgiriki kwa asili? Ile mjumbe akajibu akasema, nalimuuliza mmoja wa Ebrania waliokuwa karibu, akaniambia ndivyo watoto wale walikuwa wakimaanisha. kelee zao sana zina maana, Bwana Bwana, utu okoe. Mungu akubariki. Ni sehemu ya kwanza, ungana na mimi katika sehemu ya pili ya mwendelezo wa matukio haya yalikwendaje. Ni mambo mazuri ya kuvutia, lakini kukumbushe tu kwamba Yesu Kristo yu karibu kuja. Mwamini Yesu ili uweze kwenda mbinguni. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo, amen.